Kama mtu atakuwa amefanya tendo la... Sheikh Ramadhani... no. Penzi mtazamaji, tunaendelea pale pale tulipokuwa tumeishia. Nakumbuka ulitugusia jambo la sababu zinazopelekea mimi na mwingine kupata bawasiri. Miongoni mwake ukazungumzia kwamba kuna ule umri umeenda sana, lakini pia ukazungumzia habari ya kwamba yule mtu ambaye anafanya kazi ngumu, anafanya kazi ngumu, naweza zikampelekea kupata bawasiri lakini pia ukazungumzia e, nakumbuka vizuri kwamba ukazungumzia habari ya a, mtu ambaye anaingiliwa kinyume na maumbile na yupo kwenye riski kubwa sana ya kupata bawasiri. Lakini pale wale wamama ambao ni wajawazito, ambao wao wanakula e, wanapendelea kutafuna udongo, nao wapo katika riski kubwa sana ya kupata bawasiri. Lakini sababu kubwa ambayo natamani watazamaji wetu waweze kujua, ulizungumza sababu nyingine ni kuhusiana na sihiri. Kumbe kuna bawasiri tuambie vizuri hapo. Naam, taib, naam, kweli nilizungumza kweli kweli, kuna maradhi ya bawasiri wakati mwingine ni baradhi ya kisihiri ya uchawi. Eh, sasa unaweza ukaniuliza, unajuaje kwamba haya ni maradhi ya kisihiri ya kiuchawi? Sasa, sasa, sasa, sasa. Swali la pili ulitengeneze watu waelewe, mm -hmm. Ya ya, kis, ya kisihiri yako hizi eh, mbili, jambo mm -hmm. la kwanza kama umetibiwa labda umetibiwa katika tiba hii ya, ya, ya, ya kibaolojia ameendaitia umetibiwa, lakini haukupona, hiyo inaonyesha kwamba hii ni dalili kwamba wewe umelogwa. Alama ya kwanza, kwa sababu kanuni ya bawasiri, kama unapata tiba hizi ya kibaolojia hii, kwa nini usipone? Napona kabisa, kwa sababu ni dawa za uhakika. Lakini kama umeona umetibiwa, akalafa baadaye wewe baada hujapona, tambua wewe una hii ya kwanza. Ya pili wanasema wataalamu wa tiba ya asiri, ikiwa mtu anasumbuliwa sana na kichwa. Hmm. Ya kichwa, yani kichwa kinauma na uumaji wake sio ule umami wa malaria. Sawa. Eh, umami wa malaria unaweza ukapewa panado ukapona. Ah ah. Hmm. Sio ugonjwa, ya. Yani kinauma kichwa afafu kinapotea. Sawa. Ukiona wewe unaumwa kichwa tena kichwa chenyewe unaumwa unaumwa hapo tisini au nyuma ya utosi. Hmm. Yaani unaumwa, yani, yani kitu kinauma baadaye unashangaa kimepotea. Kwamba wewe una, una maradhi ya kisikiri ya kichawi inawezekana, una jini ama una uchawi ya bawasiri ya bawasiri hii, eh, inasababishwa so, so. Kwa hiyo sasa unaweza ukaenda hospitali ukafanyiwa mambo yote akili usipone. Mm. Huko hospitali uweze kupata tiba kama hii. So, so. Lazima uje kwetu sisi so, uye tiba mbadala so. So, so. Eh, huko utakumbana sasa na aya za Mwenyezi Mungu, kitabu mm. cha Mwenyezi Mungu. Utakumbana na mambo mengi dawa za asili so, huko so. Ndio utapona. Mm. Nadhani hapo nitakuwa nimelijibu swali, nadhani tumeelewa. Kwa maana kama yule mgonjwa umedaliza bawasiri kama ambavyo limesema wiki iliyopita kwamba atatokwa uh, na kinyama kidogo kwenye haja sehemu yake ya haja kubwa, lakini pengine akajisikia kama kuna maumivu kwenye nyonga na kadhalika, lakini hiyo ikapelekea pia nasikia kichwa kina muuma, eh, kichwa ambacho akikuni akao basi, moja kwa moja anza kudhania, na ameenda hospitali na amefanyiwa matibabu hapa na pale, bado hali yake iko vile vile, basi hii ni dalili mojawapo kwamba huyu mm, atakuwa na sisi ndani yake tena, eh, tena wakati mwingine anaweza hata ndani ya hospitali anapima kichwa, maradhi ya kichwa yaonekana kumbe ana kichwa kina muuma mm -hmm. yeye yeah, mwenyewe ana kichwa kina muuma, lakini kwa madaktari mbona kichwa kiumi aonyeshani kana ujue kwamba wewe tena una ma... nisikiri hiyo Ipi, tunaweza, tukapata matibabu kama nina gundua nina, e, bawasiri ya sikhiri matibabu yanapatikana ya kwenye kituo chetu, hatuwezi kutoa hadharani Ane. Hapa kwa so, so. E, hii ni tiba kama ni tiba nyingine, ndiyo maana kuna vituo, kuna mustashfa so, so. Kuna hospitali zimewekwa kwa ajili ya watu kuja kuja kucheki afya zao. Kwa hiyo wale ambao wanajihisi wana matatizo ya afya yao waje kabisa moja kwa moja kwenye kituo chetu hapa kipo Narani. Nadhani ukifika pale uliza kwa Dok Anwar, ndugu yetu chote, utanipata mimi, utampata Dok Anwar na bahati nzuri sheh no. She Ramadhan ikumba nguzu <coughs> tumpe faida tu mtazamaji kwamba akifika hapa kituoni e, atapata matibabu yote mawili atapata matibabu ya bawasiri ya medical ya kibaiolojia, lakini pia atapata matibabu yake ya kisihiri kwa maana atafanywa dua na matibabu mengine ambayo anaweza kwa shehe. ni kabisa ni hasa hivyo hivyo. hivyo hivyo ni kabisa, bila shaka. Namba za simu, namba yangu ya simu, unaweza ukanipigia kwa namba 0683737414 au unaweza ukanipigia kwa nambari ya Tigo 0713624848 ishirini na mbili Mpenzi mtazamaji usiache ku like na ku follow Sulakat Online TV. Bye bye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi Bye bye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.